Kenya yazidi kuchangamka. Kauli ya mbunge wa Kibra bwana Peter Orero inayosema pelekea Ruto yageuka kuwa challenge mpya wiki hii. Video ya mbunge huyo akimrushia matusi mwandishi wa habari Larry Madowo imezua mjadala mkubwa, kutoka mitandaoni hadi kwa wabunge wenyewe. Lakini kilichotokea baada ya hapo ndio kimewafanya Wakenya wazue memes, challenges hadi midundo ya TikTok. Leo hapa kwenye Mizuka Media, tunakuletea mfululizo kamili wa matukio, kuanzia video yenyewe hadi vile Wakenya walivyoipokea kwa ucheshi na hasira mseto. Lakini swali ni moja tu. Je, yeah. nani alikuwa sahihi kati ya Larry Madowo na mbunge huyu wa Kibra? Hebu tuone kwanza kabisa, hii hapa ndiyo video ambayo imezua tafarani kote nchini Kenya. Mtangazaji maarufu Larry Madowo alikuwa barabarani akirekodi gari lililokuwa linakiuka sheria za barabarani, bila kujua ndani ya gari hilo kulikuwa na mbunge wa Kibra bwana Peter Orero. Baada ya video hii kusambaa, Wakenya waligawanyika, wengine wakisema Larry Madowo alifanya vyema kurekodi, wengine wakisema hakuwa na haja ya kumdhalilisha kiongozi hadharani.

Lakini Larry Madowo hakukaa kimya. Siku moja baadaye, aliibuka na video nyingine ya ucheshi akisema anatafuta mtu mwenye flash disk ili aweze kumpa landlord aitwaye Ruto. Hii ilikuwa kejeli kali kabisa kwa kauli ya pelekea Ruto takataka ambayo mbunge alimrushia. Wakenya walilipuka na vicheko, wengine wakisema Larry Madowo amemaliza game kistaarabu. Oya nani, akuna flash disk anisaidie? Kuna video fulani nataka kupeleka Palace State House, nilitumwa. Nipelekee landlord anaitwa Ruto, so nataka kuingiza kwa bahasha, niandike jina yake hapo nje, niache kwa gate wampatie. So chezani kama nyinyi sivyo. Sasa hapa ndipo Wakenya walipoonyesha ubunifu wao wa kawaida. Miongoni mwa waliotoa maoni alikuwa TikToker maarufu Teacher Sheyii, ambaye alishangaa kiwango cha pettiness kilichofikia Wakenya baada ya kisa hichi. Anasema hivi, ni wapi Wakenya wanapata nguvu hii ya kugeuza kila kitu kuwa komedi? Na kweli video hii inaonyesha jinsi mitandao ya Kenya ilivyo na nguvu ya kufanyia utani mambo makubwa.

Lakini sio wote walicheka. Afisa wa usafi na mazingira Nairobi, bwana Geoffrey Mosiria aliibuka akimtetea Larry Madowo akisema amefanya jambo la maana kwa kukemea tabia ya viongozi kuvunja sheria hadharani. Mosiria alisema kama viongozi hawatafuata sheria, basi wananchi watafanya nini? Kauli hii ilipata maoni mengi ya kuunga mkono, hasa kutoka kwa vijana. Larry Madowo, Larry Madowo, how do you record an honorable member and you post on your social media? Larry Madowo, I want to tell you this. Na nataka unisikize vizuri na mshie video imfikie Larry Madowo. What you did is the right thing. Record them. Record all those people are breaking the law. Because as an honorable member, you have to do the right thing. Especially a member of parliament. You are the ones who make these laws then why do you break the laws why do we mislead instead of leading as example we are misleading as an example nimeona natagiwa hiyo video naambiwa kwamba mosiria kujia takataka taka yako upeleke state house Larry Madowo hiyo takataka kama umeipata niwekee kwa flash disk nitaipeleka state house ifike pale kisha yule driver aweza kuchukuliwa atua waheshimiwa na waomba kama madriver wenu wanavunja sheria, tafadhali wakataze. Hata kama uko na haraka kivipi, kama ni emergency ambao ni mtu anaenda kufa, wacha bodyguard ya shuka, ambie wale wengine wako mbele, tafadhali. Tukua mheshimiwa akona mgonjwa ambaye anaenda kuchukua peleke hospitali, hajapata ambulance, ama kuna mahali anakimbia mkutano, ama ameitwa mahali ambaye anaenda kurepresent watu, na hiyo kitu asipofika atapoteza, uh, msaada kwa wananchi wake, hiyo inaeleweka. You know hata ambulance kuna ambulance zingine zinapitanga wrong side, zikifanya mabaya. Zingine hata zina wagonjwa, lakini itapiga ta wrong side, zikifanya mabaya. Wengine hata ni wanaenda shughuli zao ama amebeba mtu anataka kumpitisha tu jamu, na hizo pia naomba maafisa wa polisi waziangalie wa trafiki, wakikishe kwamba not only ni waheshimiwa but they also are the uh, essential service providers ambao misuse such uh, vehicles or such privileges. But again nisimalize nikisema kwamba wacha sisi wote tufuate sheria, na pia mkiona ambulance inapita imeweka siren nyingi wa emergency. Kuna watu pia huzuia ambulance. Ukiona ambulance imeweka siren, hata kama kuna zile zinakuanga na wakora, watu ambao na misuse, please isongee tu, unaweza pata naenda kuchukua mtu ambaye anaenda kuaga Eh? Lakini ukiona imeweka siren, alafu kisha nenda napakiwa mahali hivi unaona driver ameshuka anaenda kupiga story. Karibia pale, chukua hiyo ambulance, angalia kama ni mchezo wanafanya wachukuliwe hatua. Kwa sababu lazima tuwe wananchi ambao tunafuata sheria. Lakini mheshimiwa, please apologize to the people of Kenya and let your driver take full responsibility kwa sababu you as a driver you you cannot be be advised by your boss to to take illegal instructions you are the person to be held responsible pia wenye ma, magari kwenye mabarabara mkiona ambulance kama imeweka siren please isongee most people lose lives ile 5 minutes 2 minutes umefungia hiyo ambulance wait until Mtu wako akuwe kwenye hii ambulance ndio ujue uchungu wa kufungiwa gari ukiwa kwenye barabara. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tuwe tu na heshima kidogo katika sheria za traffic, tupatie wale askari easy time. Na wale wanasema ati askari wanaitisha ongo, officers are not corrupt. The corrupt people are the ones who give them that bribe. If you stop giving the bribe, these officers will not ask you. Ni arrest you, they process you, end to end. Maisha itakuwa sawa. Hii mchezo yote, kila mtu afuate sheria. Hata hao maafisa wafurahie kupigwa na jua siku nzima. Hata wao wangependa wakae mahali watulie. Lakini kwa sababu tumeamua, wacha tuvunje sheria, ukivunja, you will buy your way na shilingi mbili tatu ine tano. That's why we will keep on crying. Let's fix our system. Na mheshimiwa, tusaidie kufix hizo systems. Na sasa kama kawaida ya mitandao ya Kenya, maneno "Pelekea Ruto takataka" yamegeuka kuwa challenge mpya mtandaoni. Mrembo huyu wa Kenya alishindwa kuamini jinsi Wakenya wanavyoweza kugeuza kejeli kuwa burudani. Tazama tu jinsi alivyochanganyikiwa kwa kicheko. Na bila shaka, hashtag Pelekea Ruto sasa ni miongoni mwa trend kubwa nchini Kenya. Sasa swali kubwa ni hili, mtazamaji wangu. Je, mbunge wa Kibra alikosea kwa hasira zake, au Larry Madowo alizidisha kwa kurekodi kila kitu hadharani? Na je unaonaje hii tabia ya wa Wakenya kugeuza kila tukio kuwa utani wa kitaifa? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari zaidi za burudani na mitazamo ya kipekee kuhusu mastaa, siasa na lifestyle ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Ebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, m tano na waachia nyinyi hapo bwana, eh, tukutane kwenye video ijayo.